Tupo live kutoka DES TV Web Studio. Karibu sana mpenzi mtazamaji, na leo tutakuletea kipindi bora kabisa, kipindi cha kitofauti kabisa ambacho kitakufanya kujisikia tofauti na kitakufanya usonge mbele pia kimaisha yako. Karibu sana, utajifunza mambo mengi ndani ya dira ya maendeleo yako. Maisha yamejawa na masumbuko na mahangaiko lakini kupambana ndiyo kanuni ya maisha, kutafuta ndiyo kanuni ya maisha. Mengi utayasikia ndani ya dira ya maendeleo. Hakuna maisha mazuri pasipo kupambana. Pambana kwa ajili ya maisha yako. Ndani ya dira ya maendeleo utasikia mambo mengi, hususani kuhusiana na maisha yetu ya kila siku. Maisha ni kupambana, na kupambana ni kanuni ya maisha. Hivyo ndugu, karibu ndani ya dira ya maendeleo kutoka DES TV. Karibu sana, karibu sana.